Mtazamaji moja, kati ya mazao ambayo unaweza kulima shambani hana komplikesheni kubwa na pia uhitaji wake ni mkubwa kwa wakati huu ni migomba. Lakini sio kila migomba unaweza ukapanda tu na ukapata faida au ukapata chochote. Leo hii tupo kitaruni kama nilivyokwambia, na tunaenda kuangazia aina tofauti tofauti za migomba ambazo ziko hapa na wewe kama utakuwa interested unahitaji kulima migomba, na hapa ndio sehemu ya kuanzia. Pia kijana wetu atakuonyesha kwamba ni aina ipi ya migomba ambayo inapatikana hapa, na pia ukitaka kuipata unapata, unapata kwa shilingi ngapi na kwa kivipi? Karibu tuko hapo, okay. Kwenye migomba hii ni aina ya migomba nilioshika miwili tofauti. Hii hapa ni ile mtwiki, wengi sana wanatumia kama ndizi mbivu. Hii ni mtwiki, lakini hapa ni ile inaitwa marindi hii hapa lakini, hii hapa pia ni ile ndizi inayoitwa fia. Katika ndizi ambayo inaongoza kwa ukubwa ni hii hapa. Ndizi yake inakuwa kubwa, inashuka kiwetu na chana hadi kumi hadi kumi na mbili. Lakini hii hapa pia ya ni ndizi ya Bukoba. Hii ni ndizi ya Bukoba ambayo tunayo pia, migomba yake hii hapa Hii ha, hapa ni ndizi ya mshare. Hii ndizi ya mshare ambayo migomba yake pia ipo, inapatikanika. Yeah, hii hapa ni ndizi ya mzuzu a ambazo zinatumika kwenye machoma hivi, mambo yale ya moto. Hii hapa ndo mgomba wake wapi. zake i nashuka hivi kiurefu nyingi sana, mnazijua sio? Ndizi zingine sana na mgomba wake pia ipo, ambayo inachukua miezi nane kwa sababu migomba haichukui na nini sana, haichukui na muda sana, na pia ina changamoto nyingi sana kwani ukipanda tu, na sasa miezi yako nane na unaanza kuvuna ndizi. Naonyeshe ndizi na zilivyo Ayae ni no, ni hapa nipia inakuapa inakua mizi yake inakuwa kubwa sana. So, mtazamaji, na faida ya kulima ndizi ama kupanda ndizi ni mbegu unanunua mara moja tu peke yake, kuanzia hapo mbegu zinaanza kutokea hapo hapo shambani kwako. So, kwa ajili tu ya kusummarize nahitaji kijana wangu aonyeshe kwamba hapa kitaluni kuna aina ngapi za ndizi ambazo zinapatikana hapa na kwa kuzitaja tu, na pia wewe utaangalia ni zipi ambazo nazihitaji, lakini pia unaweza kuchanganya mbegu hizo hapo ili uweze kujipatia mbegu baadaye uweze kuexpand shamba lako liwe kubwa. Kwa kuzitaja tu kwa ufupi, unaweza kutaja kwamba aina ya miche ya mbegu ya migomba ambayo inapatikana hapa kitaluni. Okay, kuna miche ya mgomba ya mzuzu kama nilivyotaja awali, kuna mkono wa tembo, kuna ile fia, kuna marindi, kuna kisukari, kuna kukoba, kuna mshare. Zote zinapatikanika pa kitalu mkoi, na pia faida nyingine ya kulima ndizi ni kwamba hautohitaji mbolea za madukani. Kumanage. Kwa ushoti tu ama kwa ufupi, unaweza ukaelezea kwamba kulima ndizi tu, hata kama mtu hana uzoefu experience, nahitajika ajue nini ili aweze kulima ndizi? Kulima ndizi, cha kwanza natakiwa uchimbe shimo kubwa kama mlivyoona mimi nilivyochimba hapa kimfano, shimo kama hili. Cha kwanza mgomba wako unakuwa mkubwa yani, unapata chakula kingi, na pili hata ikitoa watoto, watoto wale wanapata nafasi ya kukaa. So, tofauti na ukichimba shimo dogo, alafu mgomba unakuwa chini, hiyo unakuwa si baadaye. Ikitokea hata upepo, mgomba unaweza kukauka. Na pia kwenye mgomba, mbolea ambayo tunatumia ni mbolea ng'ombe, samadi. Unachukua mbolea yako ya ng'ombe, unachimba shimo kubwa kama hivi, unachukua mbolea yako ya ng'ombe, hata kuni mbili na eka kuna kupanda Utakimbia chapu mgomba wako kwa chapo atakakia. Okay. Haisi kuna watu wengi, watu wengi wako interested kwamba wanahitaji kununua migomba hii hapa. Mche mmoja mgomba anapata kwa shilingi, mche mmoja mgomba tunapata kwa shilingi mtazamaji okay. sasa umeona hapo naweza kukuibia tu siri kwamba hauhitaji kununua magomba mingi labda hata miche elfu mbili au elfu tano unaweza kununua tu miche michache mia tano au mia then baada ya hapo tuna expand pale pale utakuwa unapata mbegu palepale shambani kwako kwa kuongezea kwa kwa tu kwa ushauri labda mtu anahitaji ili mtu akinunua kutoka hapo kwetu anaweza kupata faida zipi kutoka shambani hapa, yani huduma nyingine tofauti na miche kwamba kupata labda usaidizi shambani, waga tunafanyaje kwa kwa kusaidia? Eh, mkweli usaidizi upo. Cha kwanza kama ukihitaji, tunaweza tuka shambani kwako, tukaangalia hapa inatakiwa upande ipi na ipi na ipi, maana pia tunaweza tukapima shamba lako jinsi ya kupanda, kama miche yako nataka ikae kwenye nafasi nzuri. Yani inaonekana sio, unapanda rushwa garabanga la mmoja upande mmoja kwa kule, hapana utaalamu tunao na pia, kama kupanda kwa utaalamu tunao, na pia kwenye malezi utaalamu tunao. Kama utahitaji, tunakuwa tunatembelea baada ya mwezi, tunaenda tunaangalia shamba lako, kama kuna vitu ambao vimejitokeza, tunakwambia hapa bana, kuna ugonjwa huu na huu, tunakuelekeza bana, piga dawa fulani, piga dawa fulani, usaidia mmea wako kuendelea kutafo kwa vizuri na pia mtazamaji, kama utahitaji usaidizi, labda umenunua miche kutoka shambani kwetu, unahitaji kupandiwa, pia huduma hiyo inapatikana hapa kitaruni kwetu, na kupigia simu kama utahitaji kwamba field visiting, tufike mpaka shambani kwako, tunaweza tukafika pia na, tunakusaidia kukupa huduma hizo. Kwa huduma za ushauri na selection ya mbegu ipi itakayokufaa zaidi ni bure, unless kwamba kuhitaji tufike shambani kwako, pia unaweza kutupigia simu na tukakufanyia huduma za namna hiyo hapo karibu kitaruni, na pia tunafika kwenye section ambapo ni tunalima mihogo.